Na mtazamaji nakukaribisha tena katika taarifa yetu ya habari na sasa ni wasaa wa jicho letu mikoani. Wanafunzi wa shule ya msingi Nanyati iliyopo halmashauri ya Mtwara vijijini huko mkoani Mtwara wanasomea chini ya miti ya mikorosho kutokana na ukosefu wa madarasa, madawati ya kutosha, vyoo pamoja na walimu. Shule hiyo ambayo ipo takriban kilomita 12 kutoka manispaa ya Mtwara ina wanafunzi kuanzia darasa la awali mpaka darasa la tatu ambapo mwakani wanategemea kuingia darasa la nne wakiwa bado wana matumaini ya kuendelea kusomea chini ya miti. Taarifa kamili na Joseph Mpangala. nane jumlisha moja, nyosha mkono, unapata ngapi? licha ya ukosefu wa kosefo, majengo na madawati shule na walimu wawili, ambapo wanapopata dharura wanafunzi hulazimika kufunga, lakini pia kipindi cha masika hakuna masomo yoyote yanayoendelea mpaka hapo mvua zitakapoisha. Mwalimu mkuu wa shule hiyo Shaibu Hoja anasema ukosefu wa walimu umekuwa ni changamoto kwa kipindi cha miaka mitatu sasa, lakini pia shule haina nyumba za walimu wala ofisi za kufanyia kazi. Shule ina walimu wawili tu, kwa hiyo ufundishaji unakuwa mgumu. Mwalimu mmoja anapopata dharura aidha ya kuumwa au safari, shule inabaki chini ya mwalimu mmoja, kwa hiyo ufundishaji ndio hakuna ufundishaji wa makini au wote wa wawili wakipata dharura, shule zinafungwa. Kama kuna labda mikutano na nini, basi tunalazimika kufunga nini shule ayo. Hilo ni tatizo linalotukabili athari tunazozipata hapa. Wanafunzi huwa tunafunga shule wakati ule mvua zinaponyesha, wanafunzi tunawaruhusu warudi nyumbani, kwa sababu hawana darasa ambalo linazuia nini nao baadhi ya wa wazazi pamoja na mmoja wa wanafunzi wanaiomba serikali kusaidia kumaliza ujenzi kutokana na kukosa matumaini kwa wanafunzi kufanya vizuri katika masomo shuleni hapo. Tunaiomba serikali itusaidie pale pari palipobaki watuinue, kwa sababu sasa hivi hali ni ngumu, kama wazazi wamejitoa kupata hayo madarasa ambayo yamewezekana. Naiomba STV basi iweze kutusaidia. Kwa hali ya ya vijana wetu kurudirudi shuleni kwa ajili ya kukosa vyumba vya madarasa, tunaomba serikali tusaidie, tujenge vyumba vya kusomea na vyoo tujisaidia, tukae kwenye madawati. Kati vile ilipata nafasi ya kukutana na kaimu mkurugenzi wa halmashauri ya Mtwara vijijini Tamim Kambona na kukiri kuwa tatizo hilo analifahamu na kwa sasa wanalifanyia kazi. Tunalifahamu lile swala la tatizo la madarasa kwenye shule ya msingi ya Nanyati na lipo kwenye bajeti yetu, ilikuwepo kwenye bajeti ya mwaka jana, lakini mwaka jana tulishindwa kutekeleza baada ya kuhamishia nguvu nyingi kwenye ujenzi wa maabara kwenye shule zetu za sekondari ambazo tumefanikiwa kwa kiasi kikubwa, lakini mwaka huu vile vile tutaanza sasa kurudisha zile nguvu kwenye hizo shule za msingi, sio Nanyati pekee yake, zipo Nanyati, ziko Nachengele hapo na zingine zingine. Kwa hiyo tunahakikisha zote mwaka huu sasa tunaanza kuzijengea, kuna miundo mbinu ya madarasa, nyumba za walimu, madawati pamoja na ujenzi wa vyoo. Shule hii imejengwa kwa nguvu za wanakijiji wa Nanyati, lakini bado vyoo vinavyotumika kwa walimu na wanafunzi ni vya nyasi. Darasa lipo moja, na wengine wanalazimika kusomea chini ya mti wa mkorosho. Mvua zikionyesha, wanafunzi wanalazimika kwenda likizo e. e. e. Joseph Mpangala Star TV.